Naam, karibu kwenye kipindi chetu cha fasihi na tunaendelea kuangalia tenzi zetu kuu, ambapo tulisema tunaenda kuangalia baadhi ya tenzi za kale na tenzi hizi ni pamoja na utenzi wa Mwana Kupona. Uh, wa pili ni ule utenzi wa Fumo Liongo na watatu ni ule utenzi wa Al-Inkishafi. Kwa hivyo sasa hivi tunaendelea kuangalia utenzi wa Mwana Kupona ambapo tuliweza kuangalia zile beti zake zote mia moja na mbili tukazipitia zote, na tukajaribu kuchanganua maudhui ambayo kwa kweli yanapatikana katika utenzi huu, na kuna mambo mengi ambayo yameweza kubainika wazi kutokana na utenzi huo, na kukatokea pia migogoro kutokana na utenzi huo wa Mwana Kupona kwa sababu yale mawazo ambayo yanawasilishwa hapo na Mwanakupona mshamu yanazua utata miongoni mwa wasomi wengi, uh, kiasi kwamba kunatokea uh, kunatokea mkuburo fulani uh, wa kimaudhui na kiuelewa ambavyo kila mmoja anaweza akauelewa na kuufasiri utenzi huo. Kwa hivyo leo naomba tuangalie vyanzo vya maudhui, vyanzo vya maudhui ya utenzi wa mwana kupona. Kwa hivyo hapa tunataka kujiuliza haya maudhui ambayo Mwanakupona anayazungumzia katika utenzi huu yameweza kuchochewa na nini au yameweza kutokea wapi na ni vipi? Au nini kiliweza kumwathiri na kumpelekea uh, kuwasilisha yale maudhui kwa namna na jinsi ambavyo aliweza kuyawasilisha yeye mwenyewe katika utenzi huo, naam. Kwa hivyo kuna vyanzo vikuu ambavyo Mwanakupona anachora maudhui yake kutoka. Vyanzo hivi, uh, kile cha kwanza ni dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu ni chanzo kikuu sana katika utenzi huu wa mwana kupona, kwa sababu tunasema, unaposoma utenzi huo utapata kwamba mwana kupona aliweza kuathiriwa sana na dini hii ya Kiislamu, au dini hii ambayo ilikuja na Mwarabu. Dini hii imemwathiri kiasi kwamba unaposoma utenzi huo unapata kwamba Uh, huyu Mwanakupona alikuwa Muislamu wa kweli ambaye aliolewa katika uh, ndoa za mitala ama uh, aliweza kuolewa kwa yule ambaye aliitwa Sultan Shehe Mataka ambaye alikuwa mfalme wa Siyu. Huyu mfalme alikuwa Muislamu na ukiangalia ule mwambao ambamo utenzi huu unatokea utapata kwamba uh, Shehe Mataka na huyu Mwanakupona wote wamefungishwa katika hiyo dini ya Kiislamu. Kwa hivyo mawaso ma, au ule wosia ambao Mwanakupona anautoa kwa mwanawe binti uh, Hashima unatokana, umeathiriwa sana na hii dini ya Kiislamu. Kwa hivyo mwana, Mwana kupona ana mafungo yake katika dini ya Kiislamu. Kwa mfano wanatakiwa kujifunika buibui. Hii ni mafunzo ya dini ya Kiislamu ambayo pia yangalipo hadi sasa. Kwa hivyo walikuwa wanahitajika kujifunika ile buibui, kuomba ruhusa ya kuondoka na kutochelewa kurudi nyumbani. Haya ni mambo ambayo kwa kweli yamekuwepo na yanatokana moja kwa moja na ile dini ya Kiislamu. Mafunzo haya yote yana maishiko katika dini hii. Kwa hivyo dini ya Kiislamu inakuwa chanzo kikubwa cha maudhui ya utenzi wa Mwanakupona. Uh, chanzo cha pili tuseme ni athari za mila na desturi za Waarabu. Athari za mila na desturi za Waarabu. Utapata wa ujio wa dini ya Kiislamu unafungamana sana na ujio wa Mwarabu kwa sababu wanasema kwamba Mwarabu ndiye aliyeneza uh, dini hii katika huu mwambao wa uh, upande huu wa Afrika au Afrika upo Afrika Mashariki. Kwa hivyo huyu Mwarabu wakati alikuja na hii dini, huenda pia alikuja na uh, namna jinsi mafunzo kuvaa na hayo yote au mfungo mzima wa mila mila za Mwarabu. Kwa hivyo hizi mila ndizo zilikuja na zinamwathiri sana huyu mwana kupona. Kwa hivyo ujio wa Mwarabu ulileta athari nyingi kwa Waswahili. Ujio wa Mwarabu ulileta athari nyingi kwa Waswahili. Athari hizi ni pamoja na namna ya kuvaa, vyakula, lafudhi na hata mitindo ya kimuziki. Kwa mfano, ukiangalia katika ujio wa Mwarabu, uliweza kukuja na huu mtindo wa kimuziki, mtindo wa Kiarabu wa tarab. Ukiangalia tarab, ina mfungo wake katika ujio wa Mwarabu na inasimilishwa sana, inahusishwa sana na ujio wa uh, Mwarabu. Kwa hivyo athari ya mila na desturi za Waarabu ni chanzo cha pili kinachochochea uh, huyu Mwanakupona. Chanzo cha tatu ni utawala na utabaka, utawala na utabaka. Yaani, ukiangalia swala la uh, matabaka utapata kwamba ni uh, ule, ile hali ya mtu kuwa katika kundi fulani la kijamii anaweza akakuwa juu, chini, kati kulingana na huenda ni pato lake, na pia kuna makundi mengine ya kiutawala. Kuna wale viongozi, kuna wale wanaoongozwa, ama watawala na watawaliwa. Kwa hivyo ukiangalia, Mwanakupona Mshamu alikuwa mke wa mfalme, wasio mfalme ambaye anaitwa Shehe Sultani Shehe Mataka. Kwa hivyo kiangalia Mwanakupona Kupona anapomshauri mwanawe, amejiweka hapo katika tabaka hilo la, la utawala la kisultani ambapo ukiangalia yale maasa ambayo, ambayo anampatia huyo, uh, heshima yote ha ha anamshauri kama mtu wa kitu, wacha niseme kwamba anamshauri kama mtu wa kitu, yaani watu ambao wamebarikiwa katika nini maisha, kwa sababu angalia hapa hivi, huyu ni mfalme, ni mfalme na huyu ni bibi ya mfalme, tuseme malkia kwa hivyo anamshauri bintiye kama malkia na kama watu ambao wanaongoza taifa fulani. Ndio maana unapata mahali anamwambia usitangamane na watumwa, kwa sababu ni viongozi. Hatutarajii kwamba viongozi watangamane na watumwa. Watumwa wapo chini ya amri ya hao viongozi, na watumwa wakati mwingine watachukuliwa kama mateka wa viongozi. Kwa hivyo huyu mwanawe anamshauri kwamba sijaribu kutangamana na uh, wale watumwa. Kwa hivyo Uh, hicho kinakuwa kichocheo kikubwa kinachompelekea mwandishi uh, uh, huyu uh, Mwanakupona Mshamu kuandika huu uh, utenzi wake, alafu ili tabaka lao la juu. Ashima ametoka katika hilo tabaka la juu na linatawala. Kwa mfano, anamwasa Ashima kutochanganyika na wale watumwa kama aliposema hapo, kwa sababu ukimwangalia, we ukiwa kama mtoto wa mfalme hautakiwi wa kutarajii kwa sababu wafalme na watawala watakuwa wamejifunga katika uh, upande mmoja kwamba wao ndio wa, wanao watawala wengine au ndio tuseme labda wana nguvu, wanaona kwamba wana nguvu fulani dhidi ya watu wengine. Kwa hivyo Mwanaheshima anaambiwa kwamba asitangamane na watumwa katika uh, utendaji wake kuonyesha lile swala la tabaka. Kisha kuna mila desturi na jadi ya Waswahili au Waafrika. Ukiangalia mahusiano ya watu katika muktadha wa Kiafrika, huwa unaongozwa na sheria siku nyingi. Ukiangalia mfumo hata sasa hivi, haya mambo hayajabadilika sana Sababu ukiangalia mfungo mzima wa Kiafrika watu wanaongozwa na sheria fulani. Hizi sheria hao tunaziita nini? Kaida. Kaida hizi ambazo zinaongoza maisha ya watu katika jamii pia ziliweza kumwathiri huyu uh, Mwanakupona kwa sababu ukiangalia hawa Waswahili wa pwani hawa ni Waafrika na kama Waafrika walikuwa na hizo sheria zao, na hizi sheria ndizo zimefungwa katika utenzi huu wa mwana kwa hiyo Mwana Kupona anajaribu kuwasilisha tu utenzi huu katika mfungo huo wa kimila, dini, desturi, itikadi na zile zote za Kiafrika. Kwa hivyo yale ambayo anasema hapa yametokana na hizo um, iz, mila, desturi na jadi ya Waafrika au hata wale ambao tunaita nani, Waswahili ambao wamehusishwa sana katika utenzi huwa mwana kupona. Kwa hivyo ukiangalia hivyo, uh, hivyo tu ni baadhi ya vyanzo ambavyo Mwanakupona ameweza ku, kutolesha maudhui yake. Kwa hivyo tutaweza kuangalia vingine uh, wakati muda ukijaribu kuendelea. Alisema kupata maelezo mazuri na kamilifu sana, unahitajika kutafuta kitabu cha MM, uh, Mlokozi, Tenzi Tatu za Kale. Hicho uh, kitabu kinafafanua mambo haya kwa namna inayofaa. Kwa hivyo tafuta nakala yako upate kusoma mengi, kwa sababu tenzi hizi zote zimeweza kuchambuliwa pale, na ukiwa na hiyo nakala utapata uelewa mzuri. Kwa hivyo tafuta nakala yako ya MM Mlokozi, Tenzi tatu za kale, na utaweza kufurahia hizi tenzi na uchambuzi Mwake na wake. Kwa hivyo nakuomba endelea kushikilia, na wale ambao hamjaweza wa kujisajili kwenye kiungo hiki, naomba uweze kubofya ili uingie ndani usije ukaachwa nyuma, na kama unaweza ukawatumia wenzako, kashiriki nao pia ni sawa, kwa sababu tunakuzana, nikukuze unikuze, na unaweza ukanikuza tu kwa kujisajili, kujiunga nami, ili hili kundi liendelee kuwa na watu wengi waweze kupata na kuelewa hii fasihi ya Kiafrika, fasihi ambayo imetuzaa sisi.